Kifo cha mwimbaji wa injili wa Kenya, Regina Muthoni. Tasnia ya muziki na jamii ya kidini nchini Kenya imepokea kwa huzuni kuu taarifa za kifo cha mwimbaji mashuhuri wa nyimbo za injili Regina Muthoni, anayejulikana sana kwa nyimbo zake zenye muso wa kiroho, hasa Yesu Ulishinda. Alifariki dunia jioni ya Alhamisi tarehe mbili Oktoba mbili sifuri mbili tano nyumbani kwake katika mtaa wa Githurai arobaini na nne, jijini Nairobi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa familia, mwili wa marehemu ulipelekwa katika hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta, Kenyatta University Referral Hospital, huku maandalizi ya mazishi yakiendelea. Regina alijulikana kwa sauti yake tulivu na ujumbe wake wa kiroho uliogusa maisha ya wengi. Kupitia muziki wake, alizungumzia masuala ya imani, uponyaji na ushindi dhidi ya mateso, akawa moja wa sauti muhimu zaidi katika muziki wa Injili kwa lugha ya Kiswahili na Kikuyu. Kifo chake cha ghafla kimeacha pengo kubwa kwa wapenzi wake na jamii nzima ya muziki wa Injili. Wasanii wenzake pamoja na viongozi wa kiroho wametuma salamu za rambirambi, wakisifu mchango wake mkubwa katika huduma ya uimbaji wa Injili. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na lihimidiwe.